Naitwa Furaha Godfrey Cholobi. Mimi ni mwimbaji, napenda sana kuimba. Na ninavyoona watu wakiwa na msifu Mungu, yani roho yangu ikaa inapenda inazidi sasa. Yani inatamani kuimba, natamani kuimba mpaka nikafikia hapa nikafanikiwa kurekodi nyimbo mpaka leo. Nilijikuta tu, yani napenda kuimba. Kwa nikaa napenda sana , namwambia mama yangu kwamba nataka kuimba, akasema, muombe Mungu atakusaidia. Akasema basi ukifanikishwa kurekodi nyimbo tuende tukamshukuru Mungu Mungu eni yaka, eni Mungu akamtumia mtu fulani akaja akanidhamini nyimbo nikarekodi nyimbo tatu mwimbaji ninayempenda Debora Lukalu lakini najua yupo Tanzania lakini Watanzania ninayempenda sana We, na Rehema Simfukwe nampenda sana, nyimbo zake zina utukufu pia, anaimba katika roho na kweli waga, natamani sana kuimba naye, lakini basi siwezi sasa, siwe sina mawasiliano naye wala nini. Nyimbo yake moja hivi nilisikia kwanza, nilikopo naisikiliza gafra tu yani nikaa nimekaa mpaka nikaa na bubujika ya nikaielewa nika sana ile nyimbo, nikaa nazidi kumpenda mpaka akawa ametoa ile nyimbo yake nyingine ukishuka, nikazidi kumpenda yani, nikaa nampenda kuliko yani. Mi nawaambia waonyeshe vipaji vyao kwa sababu wakiwa wamekaa hivyo waonyeshe vipaji vyao, hawatakuwa pia wapende sana. Kwa wanaenda kwenye matamasha hivi yale ambayo yanatokea ya bure, wao wanapenda kwenda pia. Wasikate tamaa, wamtegemee Mungu, Mungu atawasaidia. Wazazi wangu mimi wana mchango mkubwa sana. Kwa mfano, mamaangu mamaangu, mimi yani, yeye ndo anayenitungia nyimbo ananihakikisha mpaka anafika hapa yani, mama wangu mimi ndo aliyenitungia nyimbo zote paka leo naimba. Yani, na mama akizisikia zile nyimbo, mtu yote tu akizisikia anafurahi. Mimi napenda wanaponiona wasikate tamaa, kunitia moyo, lakini pia yani wakiniona mimi wasiye wasinione kama yani sijui ni nini, yani wanitie tu moyo. Nitakuja kuwa mwimbaji mkubwa nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Mchungaji wangu ananitia sana moyo kwa kuniambia, maana kuna muda maneno yanatokea, lakini huwa ya anapambana napambana, ananiambia kaz, kazana wewe, angalia nini unafanya. Wasikate tamaa, wakazane, wapambane, wafocus na nini. Yani waangalie nini wanachokifanya, usiangalie maneno, hata kama kuna mtu anawakatisha tamaa, waangalie oh, nini wanakifanya, wafanye vile ambavyo Mungu anawatumia. Kipindi nipo pre -unit. Nilikuwa tu naimba nacheza kanisani kawaida, nkafika darasa la nne. Nikawa napenda sana kuimba. Siku moja ikatokea na ni praise, praise timu wakawa wanaimba wanasifu, nikaingia kule kwenye kusifu kwao, nikawa nacheza naimba, mtu mmoja ndo akashuhudiwa na Mungu akaja ka, tulivyomaliza ibada akasema, na unapenda sana kuimba? Nikamwambia ndiyo. Akasema nitakusaidia, nitakurekodia, utarekodi nyimbo, nitakusaidia na kukunulia flash. Nilimshukuru kwa, kwanza Mungu nilimshukuru sana, nikafanikiwa kurekodi nyimbo tatu, mpaka sasa hivi bado napambana, ni rekodi nyimbo zingine nne nikatoe album. Nilipenda sana wadogo zangu, yani kipaji chao na chenyeki kuwe, maana mdogo wangu wa, wa tatu ana kipaji cha kupiga kinanda na mdogo wangu wa mwisho ambaye ni wa nne ana kipaji cha kupiga drums. Ana miaka minne anapiga vizuri sana drums, kwa hiyo nikawa nikimwangalia vile anapiga tu madumu, yaani rohoni nikawa naumia, nikasema Mungu akija kunisaidia nitawasaidia wadogo zangu na mama yangu. Naomba mama, Mungu ambariki kwa sababu anapambana sana kuhusu mimi, ani hajawahi kupenda kuniacha kwa sababu kila nyimbo nikitaka mimi nyimbo lazima yeye anitungia, na anitungia nyimbo nzuri sana, na hata mtu yoyote akizisikia hawezi kuniacha hivi hivi. Rehema Simfukwe popote ulipo, mimi furaha na kupenda sana sana sana, na popote ulipo, nataka kuambia kwamba napenda kuimba na wewe na nyimbo zako zinanibariki.